Familia ya Gilbert Thuku Kimani jamaa aliyefariki baada ya kusukumwa kutoka kwa gari la kampuni ya Super Metro katika barabara ya Thika inataka polisi kufanya uchunguzi wa kina. Tayari polisi wanasema wamemtia mbaroni dereva wa gari lilohusika na tukio hilo la kumsaka makanga anayedaiwa kumsukuma Gilbert na kumsababishia kifo chake, uchunguzi ukiendelea. Marehemu alikosa shilingi 30 tu za kuongezea nauli kwenye e, kisa hicho ambacho kimelaaniwa na Wakenya wengi Franklin Wala anaarifu zaidi. Darubini ya kuangazia utukutu na utundu wa magari ya uchukuzi ya umma hivi leo inamulika shirika la kampuni ya Super Metro. Dereva wa gari hili kwa jina David Nderitu aliyekuwa akiendesha basi lenye nambari ya usajili KDL 125N pamoja na makanga ndiyo wahusika Inadaiwa kuwa tarehe 9, mwezi huu, abiria kwa jina Gilbert Thuku Kimani alirushwa kutoka kwenye gari hilo na kufariki. Tukio lilitokea kwenye barabara kuu ya Thika eneo la Kahawa Sukari. Abiria huyo alikuwa akitoka Kahawa Wendani kuelekea Thika. Inadaiwa kuwa jamaa huyo hakuwa na nauli ya kutosha. Mzozo baina yake na makanga ulisababisha abiria asukumwe nje ya matatu hiyo, ambapo alianguka na kufariki. Yadaiwa kuwa Gilbert alielezwa nauli ya kutoka Kahawa wendani kufika Thika ilikuwa shilingi 80, ila yeye alikuwa na 50 tu. Kosa la kutokuwa na shilingi 30 zaidi ndilo chanzo cha kifo chake. so far, we have three The statement on what happened inside the vehicle. Basi hilo lilitoroka na kuuacha mwili wa Gilbert barabarani, ila polisi waliipata matatu hiyo baadaye kumtia nguvuni dereva na sasa wanamsaka makanga for for inspection. The the the the, the, driver will be charged with the offence of causing death by dangerous driving. We are also looking for the tout who disappeared after the, uh, the, the accident. Wakati huo huo nyumbani kwa kina Gilbert Thuku Kimani huko Kandara kaunti ya Muranga biwi la simanzi limetanda Familia yake imepigwa na butwa ikiwaza kuhusu jamaa yao alivyokutana na mauti kwa njia ya ukatili. Alikuwa anafanya kazi ya mjengo na anakuta kila weekend, ndiye tulikuwa tunagojea mbisi kwa kazi. Ameniachia watoto wabili wadogo, apate <laughs> <laughs> haki yake watoto wapate haki yao juu wamepoteza baba yao. Hivi sasa familia imeandikisha taarifa kwa polisi na inasubiri uchunguzi wa polisi kuwasaidia kupata haki, wakitumai utundu wa aina hii utakuwa wa mwisho na wahudumu wa magari ya uchukuzi wa abiria watapata nidhamu. Franklin Wala, runinga ya Citizen.